Lui, mambo vipi, mzee wangu? Flesh kaka, uko vizuri? yeah, unyama. Okay, Lui, ni sababu ipi inayokufanya ngoma zako ziitu? Naweza ukaelezea mashabiki, especially ile mloemba uh, na chini kama ile yeah, anaweza nikaelezea. Okay, basi waeleze mashabiki kuhusu ngoma yangu kuonekana au kuiti. Mimi naweza nikazungumzia ni feeling ya mtu Ay, yani feeling ya mtu ambayo inaweza ikamfanya mtu akaangalia ni ngoma gani ambayo inaweza ikatoka muda huu na watu wakaipenda, kwa sababu mi ninachoelewa muziki ni kama hisia ya hisia, mimi ndo ninachoelewa hicho. Okay Lui, nataka nikuulize swali moja. Kuna msanii una msanii mtandaoni anajiita Son Tz, kama shawahi mpata TikTok, mm-hmm. Instagram <laughs> najiposti sana vipi, Uwezo wake unaweza kuzungumziaje uwezo wake wa mziki ah? Uh, kuhusu Son Tz kwenye swala la mziki, mi naweza nikamzungumzia kwamba mziki anaujua, kuimba tena, hata ukiangalia mistari yake, idea zake mikali, sema tu bas tu, inatokeana na mazingira aliyopo, inatokeana na piti haso bas, ila mistari yake mkali, ila after suni kama tukuja kuwa kupata manajment au mtu wa kumsapoti naweza nikaona atakuja kuwa msanii mkubwa k okay, Lui, kama ngoma zake kweli, Lui huwa wow, mm. unazifuatilia na ushawahi mm. izisikia ni mm. ngoma gani ambayo alifanya mm. ukaiona hii ngoma ni bora mm. hata kija mm. kuomba kazi na mimi nifanye <laughs> <yu, lui>, naye kolabo <laughs> ngoma ipi hiyo Lui unayo wewe kuzungumzia ngoma Son Tz, zia na ngoma nyingi Ukweli ana ngoma nyingi, japo nyingine huwa anapenda kusikiliza wasanii wengine, na hicho ndo supporta ambacho ni kizuri kwa msanii yote kusikiliza ngoma ya mwenzake, ila yani mimi ninachoelewa ni ngoma lokuja kuimba ile tunafanana, e, tunafanana na kitu kama hicho. Ngoma ile ile aliimba. Nilielewa ile ngoma ni nzuri kali. Tena watu wengi tu walipenda basi tu. Sema dogo anakosa tu supporta.